Kwa taarifa hiyo, mgombea urais kupitia tiketi ya CHADEMA anayeungwa mkono na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA Edward Lowassa ameahidi endapo atafanikiwa kuwa rais wa awamu ya tano atadhibiti tatizo la mgao wa umeme ambao umekuwa ni changamoto kubwa kwa nchi na wananchi. Jamila Omari aliyepo katika msafara wa mgombea huyo anaarifu zaidi. Edward Lowassa akiwa katika wilaya za Same na Mwanga amehutubia mikutano ya hadhara katika maeneo ya Hidaru, Ndungu, Same na Mwanga mjini, na anaonekana kuchukizwa na kero hiyo sugu na ahadi zisizotekelezeka za kutatua kero hiyo ya umeme, ambapo amesema serikali yake atakayoiunda itahakikisha inadhibiti kikamilifu swala la mgao wa umeme. Nasikitika hali ya umeme ilivyo nchini kila siku anakata umeme. Maelezo haya hayatutoshelezi. Kila mtu anapata adha na taabu bila sababu. Maelezo wanayotoa hayatoshelezi, na mara nyingine hata maelezo hawatoi, wanatuacha tu, lakini kila siku umeme unakatika mara tatu mara nne. Nauliza, serikali iko wapi? Kwa nini hao wanaosema uongo hawawajibishwi? Serikali nitakayoongoza mimi na mara, kazi mara moja, pale pale. James Mbatia akiwa sambamba na mgombea huyo amesema umasikini wa Watanzania unachochewa na uongozi mbovu wa CCM ambao umekuwa ukitumia rasilimali za taifa kwa manufaa ya kundi dogo la watu wachache na wengi wao kutonufaika. Wamezipeleka kwenye kampeni za CCM. Mimi nawaambia ndugu zangu waangalie sana, zimebaki siku kumi na nane. Wasipokuwa waangalifu peheji na wasubiri. Tuna matatizo ya wataalamu, yaani wauguzi, madaktari pamoja na walimu katika sekta ya elimu. Tuna matatizo ya vifaa tiba, tuna matatizo ya vifaa vya kufundishia mashuleni na tuna matatizo ya maslahi mabovu ya hawa watu wa huduma, ndio maana hawatoi huduma zao katika viwango vinavyostahili. Lowassa pia alitumia muda huo kwenda kuhani msiba wa mmoja wa waasisi wa CCM, uh, Peter Kisumo eneo la Usangi, msiba ambao wakati wa mazishi hakupata fursa ya kwenda kumzika baada ya msafara wake kuzuiliwa na jeshi la polisi. Jamila Omar, Channel 10, Mwanga.